Synergistic Globe, taasisi isiyokuwa ya kiserikali yani NGO inakuletea mradi wa tamthilia ya Milele ambayo itakuelimisha juu ya malengo yake yote ndani ya tamthilia moja. Kutana na masuala ya mazingira, ukatili wa kijinsia. Ewe mlaghai wa mali za yatima, hivi unajua changamoto wanazozipitia? Ndio amefanya dadangu ameanza kujiuza. uongo uongo katika ndoa. Kuni grupu la wafanyakazi wenzangu, kuna watu wanataniana huko, wananifurahisha sana. <laughs> Sawa, pesa sabuni ya roho. Ila ndio usimsikilize hadi mwanao, kisa pesa? Hapa lazima uondoke, usitaki kutuletea aibu hapa kijijini. Watu watuelewe vipi? Lakini baba, lakini nini Kazi ni kazi, jitume. Maana hata vitabu vya dini vinasema asiyefanya kazi na asile. Pesa halali haitafuti lele. Mama lazima tukomae, tupambane ili tuweze kuishi vizuri. Hebu changamka basi. Ni haya na mengine mengi ndani ya tamthilia hii mpya kabisa, inayokwenda kwa jina la Milele. Vipaji vya hali ya juu katika tasnia ya uigizaji <tukano> Kutana na Sundi, Mzee Shinonelejo <laughs> <Basi> Medi Minza <tukano> Tasha <tukano> Kim Zari <tukano> Zuu, John Debora, Mama Sundi, tajiri la Kihaya Ishengoma na binti yake Nyamwiza. Unavijua vibweka vya bosi na dreva wake wewe? Coming soon this December. Synergistic Globe Uniting for a Healthier Planet.